Kwanza napenda niwape pongezi na niwashukuru sana viongozi wote ambao mmefika kuungana na sisi viongozi wa kanda na kuweza uh, kuja katika ofisi za RPC kutafuta majibu ya yuko wapi Mdude. Kwa hivyo nawashukuru sana viongozi wa majimbo, viongozi wa kata, viongozi wa wa kitaifa kwa maana baraza la wanawake taifa ninawashukuruni wote viongozi wa mkoa. Kila mmoja amefanya kazi yake, kila mmoja ameshambulia aa. Tumejua kabisa kwamba tuko katika vita, na nimewaona makamanda, kila mmoja amefanya kwa kadri alivyoweza kuhakikisha kwamba tunapata taarifa angalau ndogo inayotusogeza kwenye kufahamu yuko wapi Mdude. Kwa hivyo tumekuwa na muda wa kutosha katika ofisi ya RCO aa, hapa Mbeya na ni baada ya kumpigia RPC ambaye amesema yupo nje kikazi na ametupa tuzungumze na RCO. Na uzuri RCO anafahamu sana hili jambo uh, tumekuwa naye pale katika eneo la tukio nyumbani kwa Mdude Nyagali kwa siku ya jana kwa masaa ya kutosha, wakati anachukua sampuli akiwa na vijana wake. Kwa hivyo, uh, tumefanya mazungumzo marefu, tumejaribu kumsikiliza na yeye kutusikiliza. Aa, ni bahati mbaya kwamba ninakosa maneno mazuri ya kuambia Watanzania, maneno mazuri ya kuiambia familia ya Mdude Nyagali. Mpaka sasa ni kwamba polisi hawana taarifa yoyote. Hakuna taarifa ambayo tumepata inayotusogeza angalau kujua kwamba tutampata Mdude lini na akiwa katika hali gani. Uh, zaidi ya yote ni sisi tumeenda na taarifa kwa sababu jana tulikubaliana kwamba tukipata sisi kama wanachama, kama viongozi wa chama, tukipata taarifa yoyote tuweze kuileta kwake au kuileta kwa jeshi la polisi kwa ujumla wake ili waweze kuichakata na kutupatia majibu. Kwa hivyo kama chama kwa siku ya jana katika kutafuta kwetu tuliweza kupata na kubaini taarifa za kuwepo kwa mmoja, uh, wa mwanachama wetu ambaye alifikiwa na askari polisi wawili. Mmoja akiwa anaitwa Shaban na mwingine akiwa anaitwa Vedatus. Na huyo Shabani alikuwa ndo anaongoza mazungumzo akimtaka kiongozi wetu Aa kamuoneshe nyumbani kwa Mdude ampeleke nyumbani kwa Mdude. Kwa hivyo yule mwanachama alisema mimi siwezi, na sipajui nyumbani anapoishi Mdude, niliambiwa alishakwisha kuhama, amehamia maeneo mengine Rungwe na vitu kama hivyo. Kwa hivyo akamwambia nakupa hela nyingi, zipo hela nyingi kwa ajili ya wewe kutuonesha tu nyumbani kwa Mdude. Yule mwanachama akasema siwezi kufanya hivyo na sina access ya kufika kwa Mdude. Lakini hiyo ilikuwa ni tarehe 30 kuelekea tarehe moja, waliachana pale. Uh, huyo Shabani na, Ved na Vedatus wakaondoka, waka, waka, waka na yule mwanachama akaondoka. Lakini baada ya hapo mwanachama alifanya uh, jitihada zake binafsi za kuwajulisha viongozi mbalimbali mbali, na viongozi walimjulisha Mdude kwamba polisi wanakutafuta, lakini wanakutafuta lakini kinyemela, hawakutafuti katika njia sahihi, na ndio maana Mdude aliweza kuandika ile twiti yake akisema ya kwamba uh, kama polisi wananitafuta mimi, namba yangu ipo kwa RCO, ipo kwa RPC, wote wana namba zangu, wanipigie. Kama wananihitaji, nitakwenda kituoni tuweze kuzungumza. Lakini hayo yote hayakufanyika, hakuna polisi aliyempigia Mdude kumuita kituoni. Badala yake watu waliojitambulisha kuwa ni askari walivamia nyumbani kwa Mdude wakavunja milango na wakamzuia mke wa Mdude uh, chumbani na kisha kufanya uhalifu ndani ya dakika moja, Mdude akao haisikiki sauti wala pumzi wala chochote, na mke wake anapotoka chumbani anakuta mume wake hayupo, lakini ameachiwa dimbwi la damu ambalo limeenda umbali mrefu. Hadithi hizo na habari hizo tayari mnazifahamu. Kwa hivyo nini nachotaka kuambieni ni kwamba kutoka kwenye ofisi ya RCO hatujaweza kutoka na majibu zaidi ya sisi kumpa hizi taarifa za kwamba mtu anaitwa Shabani askari huyu na mwingine Vedatus, ambao wote wanafanya kazi katika ofisi yake wanahusika na hili tukio. Yeye amesema hamtambui huyo Shabani, amesema hamtambui huyo Vedatus. Kwa hivyo ametuachia sisi wananchi popote pale wa Tanzania. Picha ya, ya Shabani imeweza kuonekana kwenye mitandao bahati nzuri huyo mwanachama wetu aliyezungumza naye amethibitisha kwamba huyu ndio Shabani ninayezungumza naye, nina namba yake ya simu, ndiye aliyekuja na Vedatus kuniomba nimpeleke kwa Mdude. Kwa hivyo hiyo hiyo picha itatembea kwenye mitandao, tutawaomba Watanzania tutawaomba askari kwenye vituo mbalimbali mbali huko, kwa sababu huenda akahamishwa huenda akapelekwa popote, lakini hata mlioko nje ya nchi, popote ambako mtamuona Shabani amebeba majibu ya mdude alipo. Kwa hivyo sisi kwa sasa nikihesabu, ni, ni masaa karibu thelathini na nane toka mdude anyamaze, mke wake asisikie sauti ya mdude kuomba msaada wala kuzungumza chochote. Kwa hivyo, kwa hivyo, um, huyu Shabani ana majibu na anaitwa Shabani Shalo, ana majibu ya wapi alipo Mdude. Ni masaa 38 yamepita kwa dimbwi la damu tuliloliona nyumbani kwa Mdude. Kila sekunde inayozidi kwenda sisi tunabaki na mashaka. Mke wa Mdude amekuja hapa, yuko na mtoto mgongoni, mtoto kama nilivyosema wa mwaka. Hatuna majibu, anakuja kuuliza chama, mume wangu yuko wapi? tumeingia naye kwa kwa RCO RCO, hana majibu. Kwa hivyo mpaka sasa hivi, watanzania wenzangu, viongozi wenzangu wa CHADEMA, viongozi wetu taifa, tunaomba tuendelee kutusaidia kumtafuta mdude kwa hali na mali. Kila dakika inayopita kwetu inapoteza matumaini ya kumpata mdude, lakini tunawaomba viongozi wa dini, tunaomba tumlilie Mungu, tupige magoti tunawaomba ndugu, familia, wapenda amani, wapenda haki tuweze kumtafuta Mdude, tuweze kuwatafuta na makamanda wetu wengine kwa sababu kwa kanda yetu ya Nyasa huyu anakuwa ni mtu wa tatu ambaye amepotea ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, na hiyo tayari inaleta taswira mbovu kabisa kwenye kanda yetu ya Nyasa, lakini hiyo ni kuunganisha tena na wengi ambao wamepotea katika katika mikoa na kanda nyingine aa, katika nchi yetu. Kwa hivyo tunaendelea kutoa wito kwa jeshi la polisi, na RPC amejaribu kuzungumza na sisi kama mara mbili, amenipigia tena akise, akitaka kufuatilia kwamba tumefikia wapi na RCO kama tumempata RCO. Nilimwambia tumempata tuko naye kwenye mazungumzo, kwa hivyo na yeye anasema anamtafuta, lakini nilimwambia RCO na RPC hatuoni zile juhudi za mtu anayetafutwa, mtu ambaye uhai wake upo umeshikiliwa na kauzi kadogo, hatufahamu alipo. Nimemwambia RPC tuliona nguvu aliyoitumia kuzuia maandamano ya, ya Bavicha mwaka jana tuliona, tuliona uh, mabomu ya kitembea, tuliona magari makubwa, tuliona risasi, mabomu ya washawasha washa, mitutu. Lakini leo mdude haonekani, uhai wa mtu, na hatuoni hata gari ikipita, hatuoni chochote, mji umepoa. Ni sisi wanachama tumechukua jukumu la kumtafuta Mdude kwenye mapori, tunaendelea kupita mochwari, tunaendelea kupita kwenye hospitali mbalimbali mbali, vituo mbalimbali mbali, kwenye milima, kwenye mabonde, kwenye mito, tunamtafuta Mdude na tunaamini na tunalo tumaini bado kwamba Mungu anaweza akaa upande wetu akatupatia Mdude akiwa bado anapumua. Asalamu as alaykum, tumsifu Yesu Kristo. <tune> Watambui, watambui RCO wa watambui... amesema hawatambui kama askariushahidi tulio tulionao ni aliyekuwa ambaye ni mwanachama wetu ambaye amekuwa akizungumza na Shabani Shalo okay, na watu wengine